Ina naitwa Salumu Athumani almaarufu Chimba, ni mheshimiwa diwani kata ya Mgwashi. Ndugu waandishi wa habari, umeuliza swali kwamba waheshimiwa madiwani wategemee nini baada ya kuchaguliwa mimi kuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bumbuli. Mimi nawaahidi waheshimiwa madiwani kwamba mtatoa ushirikiano kwa asilimia mia moja kuhakikisha kwamba halmashauri yetu ya Bumbuli inaendelea kusonga mbele kama tulivyoisogeza maana tulikuwa nyuma kidogo kwenye upande wa mapato, lakini sasa hivi Bumbuli inasomeka vizuri kimapato. Na kwa kuwa tayari nimeshakuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri, naamini nitamshauri mwenyekiti wangu vizuri ili tuweze kufikia malengo mazuri ya halmashauri yetu kwa ujumla. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mtayaona mengi, mtayaona makubwa ndani ya halmashauri ya wilaya ya bumbu. Wito wangu kwa madiwani ni kwamba watuwe ushirikiano sisi, wametupa dhamana imi na mwenyekiti wangu, kwa sisi wenyewe bila madiwani kutupa ushirikiano hatuwezi kufikia malengo, lakini naamini kuwa kwa kwa wametuamini, wakiendelea kutupa ushirikiano tutafika malengo mazuri kwa niaba ya halmashauri yetu ya Bumbuli, na ile miradi ambayo pengine haijawafikia wananchi, naamini itaendelea kuwafikia kwa namna tutakavyoonyesha juhudi kubwa kabisa. Kwanza nijitambulishe, jina langu linaitwa Christian Joseph Kika, ni diwani wa kata ya Mbuzii. Mimi kwanza nimshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii ya wenyekiti, lakini niseme hivi, mimi kwa umri wangu nilionao, halmashauri itegemee kwamba baraza lile nitaliongoza kwa busara na hekima, nitaliunganisha ili liwe na meno, hatimaye kile wananchi wanachotegemea kupata kutoka kwetu waweze kukipata. Mkakati ni upi sasa kuelekea, tunajua kwamba ndio mmeingia kwa mara ya yeah. Kwanza leo ndio mmea pili mmechaguliwa, mkakati ukoje kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wananchi wa maeneo mbalimbali ya Bumbuli? Mkakati wa kwanza kabisa nitakaoanza nao ni kuomba halmashauri tuweze kuitisha semina kwa ajili ya madiwani waweze kutambua majukumu yao. Wakishatambua majukumu yao tutapangana kazi ya kuangalia kwanza kabisa nikitambulishe majina yangu, mimi ni injinia Ramadhani Hamza Singano, ndiyo mbunge wa jimbo la Bumbuli. Kwa hiyo halmashauri ya Bumbuli lazima tuwe na mwenyekiti wa halmashauri, mwenyekiti ambaye ni kiongozi wa madiwani wote wanaoingia kwenye baraza la madiwani, ambalo ndio baraza lenye matumaini ya kwenda kupanga mipango ya kata zote kumi na nane za jimbo la, na pia tumechagua na makamu wake. Kwa hiyo mwenyekiti kwa kupitia chama tumempata ndugu Christiani Kika ni mimi, nafurahi kwa sababu kwanza ni mtu mzoefu, amekaa kwenye baraza hilo kwa mara kadhaa, kwa hiyo ni mzoefu na tukielekea huko sasa inamaana sio mtu wa kupeleka semina labda semina tu kwa ajili ya kumkumbusha kumbusha, lakini majukumu yake yanayotambua. Kwa hiyo sisi baada ya kumpata mtu kama huyu tunafurahi sana, lakini pia hata msaidizi wake bado sio mgeni, naye ni katika madiwani ambao wamerudi mara zingine kwa kutetea viti vyao. Kwa hiyo naamini katika halmashauri ya Bumbuli tumepata watu wote ni wazuri ambao wanaweza wakatuongoza vizuri. Sasa ushauri mkubwa ni kwamba yeye anachotakiwa ni kuhakikisha kwamba madiwani wote anawabeba pamoja, anawafanya ni wamoja, ili baraza letu liwe imara, tusiwe na makundi. Kwa hiyo yeye anachotakiwa, kama sehemu ya ushauri, ni kuhakikisha kwamba madiwani anakuwa nao wote, hata wale aliyogombea nao, hata wale ambao hawajampa kura. Lakini kingine ambacho namshauri lazima pia ajitahidi kuwa karibu na watumishi wa halmashauri ambao ndio wataalamu na ndio tunawategemea sana katika kuitekeleza ilani, sisi tukiwa tunaisimamia ilani. Wale ndio watendaji wakuu. Kama inajengwa shule, injinia ana kitengo chake pale, ana idara yake, ndio anatakiwa akasimamia. Kama inajengwa barabara, injinia ndio anatakiwa akasimamia. Kama kuna masuala ya kiafya, maana yake daktari wa wilaya na timu zake pale ndio anatakiwa akasimamia. Kwa hiyo hawa watu lazima tukae nao vizuri kwa ushirikiano, ili waweze kutushauri kama wataalamu, lakini na sisi tuweze kuridhia na kupitisha. Na cha mwisho ambacho naweza nikashauri, japo sio kwa umuhimu, ni kuhakikisha kwamba baraza letu sio baraza la kukwamisha vitu linatakiwa baraza la madiwani kwa halmashauri ya Bumbuli liwe ni baraza la kuhakikisha kwamba mambo yanatoka yanaenda kutekelezwa, na ikionekana kuna kitu hakijaeleweka basi kitanyofolewa, kiweke pembeni, kifafanuliwe, lakini mengine yakatekelezwe, kwa sababu baraza letu tunataka baraza ambalo tunaenda kwa spidi spidi ambayo mpaka 20 30 tunaona matumaini makubwa kwa Wanabumbuli, lakini na tabasamu tukipita katika kila kata, Mheshimiwa, tunajua kwamba kuna changamoto nyingi. Sasa wewe kama mheshimiwa mbunge na mshapata mwenyekiti, labda ni vipaumbele gani ambavyo mtaanza navyo katika jimbo la Bumbuli? Sisi vipaumbele katika jimbo la Bumbuli, kwanza ni kufikika. Kufikika kwa Bumbuli, kuna maeneo mengi hayafikiki vizuri, kuna barabara nyingi ni zau mpaka barabara kuu ambayo ya kwa hiyo kipaumbele kikubwa bumbuli ifikike, kwa sababu baadaye tutakapokuwa tunazungumzia swala la utalii, maana yake pawe panafikika. Lakini swala la pili ambalo ni katika kipaumbele kwa Bumbuli, sisi ni wakulima asilimia tisini na zaidi. Kwa hiyo kipaumbele cha pili ni kuhakikisha kwamba mambo ya kilimo yanahamasishwa vizuri, kwa sababu ndio tegemeo letu kubwa. Lakini kitu cha tatu ni swala suala la huduma za maji. Kuna maendeleo mengi katika jimbo la Bumbuli, yana changamoto, lakini changamoto zenyewe ni miundo mbinu tu ya maji, ila vyanzo vipo. Kwa hiyo hiki ni kipaumbele kingine. Kuna wakati unatamani utekeleze kwa vipaumbele, lakini kuna wakati, kuna wakati fedha haziingii kwa vipaumbele, kwa hiyo fedha itakayoingia tutaitekeleza kulingana na maelekezo yake, lakini ikija kwa kuelekea kwa kuendana na vile vipaumbele vyetu, basi tutahakikisha kile kipaumbele cha mwanzo tutakitekeleza. Haya mengine, kuna changamoto za kiafya kidogo za kuboresha na nini, lakini zaidi ni maboresho, kwa sababu kazi iliyofanyika katika maeneo ya afya, katika maeneo ya kitaaluma na maeneo mengine ni, ni, ni utekelezaji mzuri, lakini hayo maeneo ndio yana changamoto kubwa namna gani Bumbuli inafikika kuanzia barabara kuu na barabara zingine za kuunganisha kata na kata, kijiji na kijiji, kitongoji na kitongoji, na saa zingine hata jimbo na jimbo. Mfano, upande wa pili kule Bumbuli inapakana na jimbo la Korogwe Vijijini, lakini kuna maeneo kidogo koro, a, Bumbuli inapakana na jimbo la Mkinga na upande mwingine Bumbuli inapakana na jimbo la Lushoto mjini. Kwa hiyo sasa, kuna wakati, kuna maeneo mengine ukitaka utoke kwenye jimbo hili kuingia jimbo lingine, kuna njia ya karibu, lakini unaikwepa kwa sababu haifikiki. Kwa hiyo yote haya ni mambo tunaenda kuhakikisha kwamba tunayafanya. Wanabumbuli, wanabumbuli, sasa baada ya kuwa tumepata mwenyekiti wa halmashauri, mwenyekiti ambaye ni tegemezi kubwa, ni mzoefu nhata msaidizi wake ni mzoefu, wategemee sasa kwamba mambo yataanza kuonekana. Kwa nini? Kwa sababu tayari mihimili yangu mimi kama mheshimiwa mbunge naona sasa imetimia, bado tu hatua ya kuwapa kwa madiwani wao, na wakishapa yake sisi tunaanza kazi mara moja. Zipo kazi ambazo hatuhitaji kusubiri fedha zake, kwa sababu ziko katika uwezo wetu, hizi tunazitekeleza, sababu kuna kazi zingine zinaendelea maana yake ni kuongeza msisitizo na kusimamia vizuri, na ziko zingine bado hizo tutasubiria. Kwa hiyo sisi, wakishapishwa madiwani wakapata mamlaka, maana yake sisi mara moja tunaanza kazi, na kazi yetu itakuwa ya kasi ya matumaini na yenye kuleta tabasamu. Kwa majina, anaitwa Sharafu Juma Abedi, ni diwani wa Kata Dulebi lakini pia ndio diwani kijana kuliko madiwani wote katika halmashauri ya Bumbuli. Uh, uongozi tuliopata ni uongozi ambao sio wa kwenda kujifunza. Ni kwamba ni kwamba ni viongozi ambao ni wazoefu, wana weledi wa kutosha, lakini pia ni viongozi ambao uh, tuseme wamepata nafasi hizo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pia. Labda sasa nyiwe kama madiwani ni kipi mnategemea sasa kwa viongozi hawa? Uh, tunachotegemea ni utendaji kazi mzuri kwenye spidi ya kutosha, lakini pia na sisi kuwapa ushirikiano ili tuweze kutimiza malengo na tuweze kujenga halmashauri ya Bumbuli mpya. Vijana wenzako ambao hawa wana hofu labda ya kuingia katika nafasi kama hizi kuwatumikia wananchi wenzao, wewe unawaambia nini? Uh, kwanza ni washauri vijana wasiogope, lakini pia vijana wafanye kazi kwa kujituma, sio kwa kutumwa. Wapende sana kujitolea na kutengeneza interesti katika vikundi mbalimbali mbali, kuwa karibu na wananchi, ndio utaweza kuaminiwa kama nilivyoaminiwa mimi. Hivyo ni washauri vijana wasipende kazi za kutumwa, ila wapende sana kujitolea. Majina tena? Majina naitwa Ashirafu Juma Abeit, diwani wakati Aduleb.